Watu unaohitaji mwaka huu wa 2026, 20, 20, ukienda kuomba uombe Mungu wa kupewa watu. Aina ya kwanza watu, watu ambao moyo wao au mioyo yao imeambatana na moyo wako. Mara nyingi tunaweza tukasema tunaenda pamoja, lakini Biblia inasema hamwezi kwenda pamoja kama msipoambatana. Kuambatana ni ile hali ya kukubaliana, haleluya, kwamba moyo wa ule mtu umekubaliana na moyo wako. Mtu aliyeambatana na wewe anakuwa, anaku yuko tayari akusaidia ufanikiwe. Hata kama hajafanikiwa yuko tayari kuachia nafasi yake, ili hakikishe wewe kwanza jambo lako linafanikiwa. Hakuna mtu aliyefanikiwa hapa duniani bila kuwa na watu waliambatana naye. Kwa mfano Yesu Kristo aka alipoanza huduma yake akawachagua wale kumi na wawili, watu ambao waliambatana naye. Tunaona watu kama akina Petro walikuwa na kazi zao walizokuwa nazifanya, wakaziacha wakamfuata Yesu. Kulikuwa na mtu kama Matayo. Matayo alikuwa ni mtoza ushuru ana kazi yake nzuri, lakini alipokutana na Yesu, akaachana na kazi yake akamfata Yesu. Wale wana wa Zebedayo walikuwa ni wavuvi, wakamwacha baba yao wanavua samaki, wakamwacha akabaki na watu wa mshahara wao, wakamfata Yesu, wakaambatana na Yesu. Yesu angefanikiwa asingepata wale wanafunzi kumi na wawili. Kwa hivyo katika watu tunahitaji Mungu atupatie na akupatie wewe, ni watu watakaoambatana na wewe, watu waliojitoa kwa ajili yako. Tusome kwenye kitabukitabu kitabu wa, wa pili. Biblia inasema Sauli akamtoa siku ile, wala hakumwacha arudi tena nyumbani kwa baba yake. Jonathan na Daudi wakahia kwa kuwa alimpenda kama roho yake mwenyewe. Mstari wa nne: Ndipo Yonathan akalivua joho alikuwa amelivaa, akampa Daudi mavazi yake, hata na upanga wake pia, na upinda wake na mshipi wake. Bwana asifiwe. Hapa Daudi amemaliza kumpiga Goliath na Daudi, kumbuka vizuri, yeye ni mtoto wa mfugaji babake Yese. Babake Yese hana mamlaka yote, hana asili ya ufalme. Lakini hapa kuna kitu kinafanyika. Aliyepaswa kulidhi ufalme alikuwa ni Jonathan, mtoto wa Sauli. Lakini walipopatana Jonathan na Daudi, moyo wa Jonathan ukampenda Daudi, akawa tayari Kuvua mavazi yake ya kifalme akampa Daudi. Sikiliza, aliyepaswa kuwa mrithi wa ufalme alikuwa ni Jonathan. Lakini kwa hichi kitendo, Jonathan alimkabidhi Daudi ufalme siku ile ile. Akampa mavazi ya kifalme akampa mpaka na upanga, ina maana kwa lugha nyepesi ni kama alimpa nafasi yake ya mzaliwa wa kwanza wa Sauli. Lazima Mungu akupe watu wako tayari kuvitoa vitu vyao wakupatie. Haleluya! wako tayari kukushika mkono, wakupeleke sehemu, akuonyeshe kuna biashara hii ambao watu wanafanya wanapata faida, hata kama wao hafanyi. Watu ambao wako tayari wakasema, afadhali hu awe promoted, ana uwezo kunizidi. Huyu mtu haendi na wewe kwa sababu ana faida, anaenda na wewe kwa sababu moyo wake umeshakupenda.